Hello, wapendwa, karibuni kwenye kipindi chetu ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni yetu hii. Kitambaa tunachokwenda kutumia ni kitambaa cha mpira ambacho ni hiki cheusi, na ikumbuke kama una kitambaa cha mpira na kitambaa cha mpira inabidi utumie lining ya mpira. Kwa hiyo hapa, mimi nitakwenda kutumia hichi kitambaa, kwa nitakwenda kudabo mara nne, kama mnavona nimekunja hapa. Kwa hiyo itatumika moja kitambaa na lining hapo hapohapo kwenye kitambaa kimoja kwa sababu na kata dabu apendwa, hapo nitakuwa kama nimekunja mara mbili, kwa hiyo nitakuwa na tena kukunja hivo, ambapo nitakuwa nimekunja mara nne, na situachia sehemu ya zipu kwa sababu mimi siweki zipo zipu. Vipimo vyangu nitavichukulia hapa. Gauni yetu ni ya kutoa nchi tano lakini nitakwenda kutoa nchi nne kwa sababu ni nguo ya mpira. Kisha nitakwenda kupima urefu ambao unaishia kwenye nchi thelathini na mbili kwa hiyo nitaweka alama panapoishia 32. Baada ya hapo bei yetu ni kumi na tano na palipo na saba na nusu kisha nitatoa nchi nne juu. Nitakwenda kupima kwapa, kwapa ni nane na nusu kwa hiyo nitakwenda kuangalia nane na nusu inapoishia Uh, inaishia hapa, nitaweka alama namna hiyo, lakini pia nitaunganisha kwenye home tally. Nitakwenda kupima kwapa, kwapa ni thelathini na sita kiga kwa nne ni tisa, nitaongeza na nusu inchi na naweza usiongeze kabisa, kwa sababu hichi ni kitambaa cha mpira. Kisha nitatoa chini, nitapima sehemu ya tumbo ambako ni kwenye kumi na nne, kisha kwenye hips ni kwenye ishirini na nne. Nitakwenda kupima tumbo, tumbo ni ishirini na nane kiga kwa nne ni saba, kwa nitakwenda kuweka alama kwenye saba na nusu, pia kushonia na hips ni arobaini kiga kwa nne ni kumi, kwa nitaweka alama kwenye kumi namna hiyo, nitaunganisha kutoka tumboni kuja kwenye hipsi na kwa huku chini badala ya kuweka kumi nitaweka tisa. Kisha nitaunganisha kuja sehemu ya hipsi namna hiyo. Baada ya hapo, nitapima shingo yangu, nataka mkanda uishie kwenye nchi tano kwa hiyo nitaweka alama panapoishia nchi tano. Kisha nitakwenda kutengeneza kwapa yangu mpaka hiyo sehemu ambapo kutakuwa kuna mkanda. Baada ya hapo, hapa nitakwenda kukata kama ifuatavyo. Basi wapenda, hapa niko na vipande vinne, viwili kwa ajili ya laini na viwili ni kwa ajili ya gauni yetu. Kwa hiyo baada hapo, utachagua ni upande upi unataka uwe na mkanda na mwingine usiwe na mkanda. Kwa mimi hapa, upande ambao nakwenda kuchorea kwanzia kwa pani ni ule ambao hautokuwa na mkanda. Kwa hiyo nitachora mpaka sehemu ambayo nataka mkanda wangu uwepo, kisha nitakwenda kukata. Utatengeneza umbo, na... utatengeneza umbo ambalo unataka hapa ndipo ntakapoweka mkanda wangu na mkanda tumesema una urefu wa nchi nne, kwa ntakapokwenda kukata ntakata wa nchi nane kwa sababu utazunguka mbele na nyuma. Kwa hiyo hapa nitapima nane na nusu kwa ajili ya kushonea na hiki ni kitambaa cha mpira. Kisingekuwa cha mpira ningeongeza inchi moja ya kushonea. Kwa nitaweka mpaka hapo, na mapana nitaweka mapana ya inchi mbili. Upana unaweza kaweka unaopenda wewe, kutegemea aa, na upana unaotaka. Kwa hiyo nitakwenda kushona mkanda wangu pembeni na nikisha ushona, nitakuja ni ni ushone baada ya kuunga huku pembeni, kote pembeni ya gauni langu. Lakini kwa huku juu ndo kuna utofauti. Itakuwa namna hii. Nitachukua mkanda wangu namna hii. Kwa mfano hapo ndo nataka kugeuzia, nitachukua mkanda wangu namna hii, nitauingiza kwa ndani, kisha nitaweka pale unapotakiwa kuwepo, kisha nitashona mpaka mwisho, na sehemu ya kwapa nitapashona huu. Okay, ndo mkanda wetu ambao nakwenda kushona kwanza pembeni, kisha niufungue ndani, nje akiwapendwa kama nilivyoambia, kama nitakwenda kugeuzia. Kwa hiyo hapa niko ninageuzia baada ya kushona kushoana tu, inafuata nitakwenda kugongea kwa juu ili kukazia. Uh... video nzima wapende ipo ndani ya grupu. Kwa leo hapa tutaishia hapa, asanteni.